Ebana cha nice e, mshikaji wetu Stamina Shadow Boys, au vipi? Ameondoa ukimya kwenye lile sakata la kuzimiwa mike na kushushwa kwenye jukwaa. Yeye na mshikaji wake Roma Mkatoliki, katika jukwaa la Fiesta pande za Moro Town. Hiyo ni baada ya kutokea kwa maneno makali yasiyohusika kwenye show. Stamina anapiga stori na mbili tano tano. Unajua, always misho shoo zangu za morogoro kubwa kama zile, napendaga kufanyaga vitu tofauti tofauti. Kama unakumbuka mwaka juzi Festa, mwaka juzi alitokea surprise kwenye shoo yangu, ujue ambapo akuwa kwenye line up ya ya list ya ya Morogoro. Kwa hiyo hata mwaka huu pia nikataka kufanya hivyo, kwa hiyo kwa sababu mi na Roma kuna goma tumepiga mmeniroga remix, kwa hiyo nika, nikamuweka kama surprise kwenye show yangu, na kwa sababu ni mwanangu sana, hata nivyomproch kwenye kitu kama hicho wala akikuwa case. lakini tukapanga show vizuri kabisa, yani bila tatizo lolote kupanga line up yangu vizuri, nimepiga show yangu, muda umefika tena. Ni alivyoingia ilikuwa noma yani, show ndio ndio ilikuwa imeanza kuamka yani. Lakini si unajua muziki wa Roma una, una, una, segment fulani zile zingine mpaka kipindi fulani akufungiwa nini. Kwa sasa point yake ambayo alikosea ni kuyataja yale maneno uwanjani, kwenye show kama ile ambayo iko live, unajua show ilikuwa live. Kwa hiyo kuna kuna maneno uwezo, uwezo kwenye show ya live, huwezi kutukana. Kwa mfano, huwezi kuongea matusi kwenye show ya live. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio vilisababisha mpaka muziki ukakatwa, na mimi sikuweza kwa mind Klaus labda kwa sababu ameniharibia show, no, aliniharibia show. So Klaus aliharibu show alikuwa ni Roma, lakini pia naye, sijajua kwa upande wake, niliongea naye vizuri, akaniambia bwana, mizuka ilizidi, kwa sababu vitu vile alivyovifanya, kila kitu alichokifanya uwanja, ndio ukainuka, yani unainuka. Sasa unajua mashabiki walivyo, wanaishi kwa mizuka kwa, lakini kuna mizuka inabidi ifike sehemu isiwe, isiwepo. Kwa mfano kama ile ya, ya, ya kuzungumza labda lugha ya matusi na kuambia atuonyeshe ishara ya tusi, sio kitu kizuri kwenye show kama ile. Kwa hiyo sikuchukulia personal sana, kwa sababu vitu vinatokea, dharura zinatokea kwenye kila kitu. Kwa namna moja au nyingine iliniathiri, kwa sababu ni show yangu ili, unajua, alafu pale ni mjini kwangu na nili plan kufanya kitu kikubwa zaidi, lakini ndo kama anavyosema dharura zinatokeaga, huwezi ku, kuna vitu vinatokeaga huwezi kuvizuilia palepale jukwani, kwa hiyo inabidi tu viache viende kama vile auk okay, asajana bana pande za Mbeya City Roma na Staminah wakashia stage moko bila kutoa povu, na matokeo yake sasa yalikuwa naoma. Yani, ilikuwa bonge moja la vibe. Yani, mwenyewe sikutegemea, wapiga show fulani hivi ya kibabe, alafu huko amevaa suti fulani hivi yani hip hop fulani hivi classic, na konjesha ilivyokuwa